Sulaiman Abdallah anasema roho ya muumini baada ya kufa kwake huwa inaenda wapi? Swali la kwanza, lakini pia anauliza je, ni kweli ushuhudia kila jambo linalotokea msibani kwake, yani kuoshwa, kuvishwa sanda hadi kuswaliwa? Yeah, eh, asema ni kweli hiyo roho hiyo, hmm, inashuhudia kila kitu pale msibani. Kwanza kauliza inaenda oh, wapi

Sasa, sasa nakufa, macho macho nakufa, roho inatoka inangaw. Sasa sasa imani una kama mtu anakufa macho inaangalia macho, macho inaangalia roho. Mtu ameamrisha anasema, mtu kwa atakufa roho inatoka, macho inaangalia, roho inagauka hivi. Sasa sasa roho baada kutoka Nikuja hadithi wazi kabisa inaenda mbinguni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo hapo kila inapita mbingu, kama ilikuwa mtu mwema, watu nam, namuuliza wanasema huyu roho ya gani? Roho ya harufu nzuri, huyu Mungu anamba harufu roho yake inaenda kwa mbinguni Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anaamrisha malaika andike katika watu wema, katika watu wema kitabu inaitwa Uh, in Abraham, in Abraham, in Abraham, in Abraham. Kitabu nitwa iko binguni andika jina lake, kisha Mungu anasema mrudisheni roho yake katika kaburi yake. Wakati roho iko kwa Mungu, mtu hawezi kuhisi, ni watu wanamosha, hawezi kuhisi kwa Mungu. Mungu kisha baleka kaburini, roho inarudi, maana malaika inamkalisha hapo hapo, maana Mtume nasema anasema wakati anazika mtu wanasema, subirieni, wanasubiri kwa, kwa muda wa kadri ya kuchinja ngombe kukata nyama, yani kadri nusu hivi nzuri, wanasubiri na mtume alikuwa anasema, astaghfiru li akhikum wasallu lahu tathbita fa innahu al ana yusal, muombeni Allah taala amsamehe ndugu yenu, namuulizeni mungu amthibitishe yani, Allah ambe thabati asichanganyikiwe as, as, mm, maana yake ni asichanganyikiwe e, mm. Baada muda sikuondoka sisi, wataulizwa kwa ile maswali, ni baada ya watu wakishakuzika na, wakishaondoka na je na, roho inakuwa inarudi wakati watu wanakuzika, pale, ama pia watu wa akishaondoka wakishaondoka wakati yeye watu washaweka kaburi, roho inarudi sasa. Mtume anasema Watamkalisha wanaika wawili, unamuuliza Mungu wako nani? malaika wawili mm, na, na Mtume wake nani? kibla yako wapi? kitabu yako nini? ndugu zako nani? watamuuliza swali ambaye nyepesi, watoto wa Nasr wanahifadhi hivi, lakini kule kila mtu, shekhe, profesa, mzee, mdogo, lazima tabita hii. Kama ilikuwa yeye anaishi katika neno hii tauhidi, sala, ibada Mtume anasema ataamka, ataamka vizuri neno hili. Lakini kuwa ambaye mkafiri, watarudisha roho yake katika ardhi chini saba, kitabu sijili tandika jina lake, na kila wakati neno mbinguni, kila nabita, kila gurubu, malaika au, au mbingu fulani, watu wanasikia roho gani roho ni inanuka kabisa hii sasa

kama anaenda kumtembelea ndugu yake, wazazi wake wazazi wanahisi kama wakamtembelea, lakini hmm. Mungu atamjulisha, sio wewe kwa uwezo wako unazokufikisha. Mungu anajua kwamba fulani amekuja. hmm. lakini wewe ni sharti, akiwa ni mwema labda ama vyovyote vile, mtu yote, yaani nakusudia maiti hmm. haijalishi ni mwema mwovu, akija akifanywa ziara na mtu anapata taarifa hiyo, ndugu yako amekuja, kama ilikuwa Muislamu na hizi ukafiri, na hizi wanahisi wanahisi maana Mtume anasema msalimieni, salamu alaikum dara wazu msalimu mtu akusiki, lakini Mungu atafikisha. Na salamu ni hii ya kawaida ama kuna kitu kinaongezeka? Dua unaombea nasala na alaikum alafia, Mungu akupeni afya nyinyi akupeni hivi. Allah kuja kaburini, dua ni salamu ina yake dua vipi kwa yule ambaye anaenda makaburini kwa mezikwa wengi, lakini amefika pale, yeye anaenda tu kusalimia kaburi pengine la mtu wake, baba yake hmm. mke wake, mama wake kuna makaburi mengine pale hakusalimia kushughulika nayo kaomba tu pale kwa mtu wake akaondoka, kosa hii. Kwanza wewe kama ukiombea wazazi wako kaburi, na hapa hapa muombee Waislamu wote kaburi au ndugu zako taki wote, muingize, muombee dua special watu wamekuja kwako hapo na kuhusu wewe, halafu sema Ee Mungu na watu kaburi wote msamehe. Lazima Waislamu katika khutba ya Ijumaa, katika dua zetu lazima tuwaombee ndugu zetu Waislamu wametangulia mbele haki na.